Wakati kiongozi mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema Tundu Lissu wakiendelea kusalia gerezani kufuatia kesi yake ya waini pamoja na kesi zingine za kuchapisha taarifa za uongo, taarifa ambayo imerifikia wakati huu ni kwamba kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika hasa kutoka ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano wa chama hicho Brenda Rupia ametoa taarifa na kusema kwamba taarifa kutoka mkuu wa kipolisi Kinondoni, makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Wegesa Heche amesafirishwa kutoka Dodoma leo na kuletwa mkoa wa kipolisi Kinondoni. Amepewa tuhuma mbili: kwanza, kujihusisha na vitendo vya kigaidi kutoka Kimara mpaka Magomeni; pili, kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Msewe na external mara. Mara baada ya kutakiwa kuandika maelezo ya onyo ametumia haki yake ya kisheria ya kukataa kuandika maelezo na atatumia haki hiyo mara baada ya kupelekwa mahakamani. Taarifa zisizo rasmi, muda wowote atapelekwa mahakamani Hekima mwasipo wakili hii ni taarifa ambayo imetolewa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, huhusiana na madai ya kupewa kesi ya ugaidi kiongozi na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Wegesa Heche. Ifahamike ya kwamba Tundu Lissu bado pia anaendelea kupambana kesi yake ya uhaini. Je, huu ni mwanzo mpya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuanguka hadharani?